Karibuni Arusha na nashukuru, nimefurahi kupata ugeni mkubwa kutoka kwa e, wenzetu hawa waheshimiwa mabalozi ambao wanawakilisha e, kama sehemu ya kutoka bunge la IPU ambao makao makuu yake yako Geneva na wamesindikizwa na afisa kutoka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na balozi wetu eh, kutoka Geneva, Uswizi, eh, Mheshimiwa Hoistem kubwa wamekuja kunitembelea. Na la kwanza wamefurahi sana walichoona mandhari nzuri ya Arusha, eh, mji mtulivu, mji wa kitalii, na wamevutiwa na hali ya usalama iliyopo katika jiji la Arusha na wamekuja kuniomba kwamba wamechagua Tanzania, wamechagua mkoa wa Arusha kuja kufanya eh, mkutano wa kihistoria wa mabunge la IPU ambalo linategemea kufanyika mwezi wa kumi kwa kushirikisha wabunge elfu moja mia tano watakaokutana hapa Arusha. Na Tanzania ni mwenyeji na sababu kubwa ni kwamba ni ushiriki na historia ya Tanzania katika IPU, lakini kikubwa pia ni namna ambavyo Tanzania wao wanavyoiona, na sisi tumewahakikishia kwamba tuko tayari kuwapa ushirikiano wa kufanikisha mkutano mkubwa wa kihistoria utakaofanyika mwakani na ambapo waheshimiwa wa, wa, maspika wa mabunge hayo watakuja hapa Tanzania na rais wetu amepewa nafasi hiyo na heshima kubwa ya kuweza kuwa mgeni rasmi katika mkutano huo, na ni waombe wa Tanzania eh, na Wanaarusha kwamba mkutano huu ni fursa, tuutumie vizuri kuanza kutangaza vivutio vyetu vya utalii, lakini pia inaonyesha